Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe ili msipitwe na video zinazofuatia. Leo tuna video nyingine ya kupamba keki. Keki ni laini sana, kwa hiyo napamba kwa uangalifu kama tunavyoona batakrimu yangu ni nyeupe tu kama kawaida, nimeandaa vizuri. Nataka kujifunza jinsi ya kuandaa batakrimu, kuna video ipo YouTube, unaweza kuangalia kwenye channel yangu, jinsi ya kuandaa batakrimu, kupika keki mbalimbali, kupamba keki tofauti tofauti. Baada ya kupaka koti yangu ya pili hapo ya nikaja kusawazisha na kitana changu kama kawaida. Baada ya kusawazisha, unakuwa na hizo waffle paper zako, una ambazo unapima urefu wa keki au unatamani iishie wapi ukisha maduka keki wanaziuza kwa hiyo ukisha pima, unataka ishie wapi, unaikata na mkasi. Ni laini sana, hakikisha mikono yako iwe haina maji, iwe haina jasho, kwa sababu ikiwa imeloana ile inayayuka. Hata ukiweka mdomoni inayayuka, inaishia hivyo. Kwa hiyo jitahidi mikono yako isiwe na maji, iwe mikavu na isiwe na jasho. Wakati wa kukata hizo karatasi unaweza kutumia mkasi wakati wa kukata, na ukisha kata, unaanza kupachika kwenye keki. Kama una swali lolote, maoni ama ushauri, weka kwenye comment, nitapitia nitajibu. Kwa wanaopaka kwenye fondant, unapobandika hizo waffle paper kwenye fondant inatakiwa upake, uipake maji ndio uibandike kwenye fondant au fondant yako keki, ambayo kama kwa fondant unapaka maji ndio unabandika zile karatasi. Bila hivyo haziwezi zikashika, karatasi ndio inakuwa kama hiyo. Unapima urefu wa keki unaotamani iishie. Kama, kama mimi nimeona ni hapo, natamani izidi urefu kidogo wa keki kama hivyo baada ya hapo unaanza kukata sasa ndogondogo ndogo kama hiyo. Unakata nyingi ambazo zitatoshea kwenye keki yako. Baada ya kukata kama hivyo, unaanza kuchomeka kwenye keki. Unaweza ukachomeka karibu karibu, au ukaanza kwa kusambaza sambaza kama mimi ninavyofanya hivyo, mbalimbali. Kisha naendelea naongeza katikati mpaka nitapata ujazo ambao nataka. Kama utataka kuchanganya ndefu na fupi, wewe mwenyewe utakata, afu utakuwa unachanganya kama hivyo. Kikandamiza inashika, hizi zinaliwa hata ukijaribu kuonja inaishia vizuri mdomoni, kama unavyokula zile naita, si sacramenti, sijui nini, inaukia e, mdomoni. Kwa hiyo zinaliwa hizi, sio karatasi za kawaida. Ukitaka kitu chochote kinachohusiana na keki. Keki na picha, au nenda maduka ya keki, nenda na picha, au unaenda kuuliza, kama jina umelikumbuka, unaenda kuuliza. Baada ya hapo, nikaanza kupachika kwenye keki yangu kama hivyo, nakandamiza tu inashika vizuri kama mimi nilianza kuweka mbali mbali, naenda najazia sehemu ambazo naona zina nafasi, mpaka nilivyoona kabisa imejaa imekaa sawa sawa vile ambavyo nataka, nikawa tayari. Kama unaona zangu ni ndefu sana, wewe ukipamba keki unapunguza urefu kidogo, inakuwa fupi kiasi, ila mimi hiyo nilikuwa napenda hapo. Unakuwa umeshaandaa ulembo wako mwingine, kama utaongezea bozi, kama utaweka ua topa, ukipenda unaiweka kwa mbele, ukipenda unaweka juu, ila mimi niliweka juu ili kuleta mvuto kwenye keki yangu kama hivyo unakuwa unaangalia sehemu ambayo ina magebu sasa, unakuwa unakandamiza unaweka unaweka unaweka mpaka utakapomaliza. Kwa ambao hawajui kwa jinsi ya kuandaa fondant, kuna video nimeweka, unaweza kaangalia jinsi ya kuandaa fondant, jinsi ya kuandaa butter cream nyeupe, jinsi ya kupika cake, red velvet, chocolate, vanilla. Unaweza ukaangalia video nimeweka, na pia kuna bites mbalimbali mbali, kama karanga za mayai na kadhalika, na zenyewe pia nimeweka. Kama utakuwa na swali lolote weka kwenye comment. pia unaweza kushare video hii hii na wengine wajifunze. Baada kujaza kama hivyo, kama hivyo unavyoendelea kuweka zinazidi kuja, unavyoendelea kuweka zinazidi kujaa, na vile vipande ambavyo vilibaki vingine nilivijazia ili kuendelea kungalisha keki yangu na kuleta mvuto. Jitahidi ukiweka ukandamize, ili iweze kushika vizuri, kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu weka weka hivyo mpaka utakavyomaliza. Kwa wale wanaotaka darasa la kujifunza keki online, wasapu, na darasa la online kwa njia ya WhatsApp, ada ni elfu kumi na tano. Kama utatamani kujifunza, karibu sana. Namba yangu ya mawasiliano ni sifuri saba sita sita saba saba nne sita kumi na tano. Napatikana daa kibamba shule kwa pia kwa wale ambao wanatamani kupika wanaotamani ah, kununua keki, pia nauza keki, karibuni sana kama hivyo najazia vipande ambavyo vilikuwa vimebaki ili kuleta ujazo kwenye keki yangu. Kama hivyo tunavyoona keki yetu inaendelea kupendeza, inakaa vizuri. Hapo nilikuwa nishaandaa na kipepeo ambacho nitakichomeka katikati mbele kwa mbele. Unatakiwa yani, uwe mbunifu kwenye kazi zako, ufanye kitu kizuri cha kuvutia chenye kupendeza kama hivyo. Keki yetu inaendelea kupendeza, inaendelea kuonekana na muonekano mzuri. Kwa wale wanaojiuliza keki za hivi zinapambwaje, kama hivyo ni simple sana, naona kama inavyoonekana keki nyeupe inang'aa, inapendeza. Baada ya hapo, nikaandaa topa zangu ambao nilikuwa nimeshaiandaa hapo, nikaweka hapo. Baada nika ya kuweka, nilikuwa nimeshaandaa na ua jekundu nikaweka hapo, nikuja nikaongezea na kipepeo kwa mbele, ili kuleta tu mwonekano mzuri kwenye kazi yangu na baada ya kumaliza keki yangu ikawa tayari, kama tunavyoiona hivyo. Ni simple sana na imependeza sana. Asanteni sana sana sana.